Makamu wa rais Samia Suluhu Hassan amewataka wanawake nchini kushirikiana katika masuala ya kuwaletea maendeleo badala ya kuendekeza tabia isiyofaa ya kubezana. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza na wanawake wanaounda umoja ujulikanao kama Ulingo jijini Dar es Salaam, makamu wa rais amewapa changamoto wanawake hao kuondokana na tabia zinazokwamisha maendeleo yao, ambapo amewasisitizia kuchangamkia fursa za maendeleo. Ni sisi wanawake wanaoanza kusema bomu lile, ataweza nini? amepewa Samia kwanza, hata kusema kwenye hawezi, yuko tu pale na macho yake ya kuregea. <Gyel> <Gyel> amepewa Samia awala, ni sisi wanawake tunawasema na ukute, wanaume ndio wanaokupa moyo kwamba utaweza, fanya nenda, utaweza lakini hii Samia ni mfano mmoja kwa upande wao wana, wanawake hao walimuomba makamu wa rais ayape kipaumbele masuala na kero mbalimbali zinazowakabili wanawake ikiwemo huduma muhimu za kijamii za afya, maji safi na elimu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kujifunza na mambo ya kusema, na hata tunaposema na nia nzuri sana, lakini kama ndio Aidha, makamu wa rais ametilia mkazo wananchi wote kujitokeza kufanya usafi wa mazingira ya siku ya tarehe 9 Desemba ambayo ni siku kuu ya uhuru. Kutoka Dar es Salaam ni kibwana Dachi.